Ikiwa leo ni Machi 17 siku ya Jumatatu, ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Hii ni somo la 12 linalosema upendo na haki, amri kuu mbili, na leo tunaenda kuiangazia mada iliyoelekezwa katika siku ya Jumatatu, mada inayosema dhambi kuu mbili kwa mujibu wa Yesu mwenyewe. Amri kuu mbili ni kumpenda Mungu na kupendana na kutii amri hizi kunajumuisha kujinyima kunakoonesha upendo kwa wengine kwa njia dhahiri, ambayo ndiyo hasa kufuata nyayo za Yesu. Sasa, ikiwa amri kuu mbili ni kumpenda Mungu na kuwapenda wengine, dhambi kuu mbili ni zipi? Soma Zaburi 135:13 hadi 19 hili linafunua nini kuhusu dhambi ya kawaida inayosisitizwa katika maandiko yote? Agano la Kale linaendelea kusisitiza umuhimu wa upendo kwa mungu juu ya yote. Tazama Kumbukumbu la Torati sura ile ya sita aya tano. Hili linahusiana kwa karibu na dhambi kuu ya ibada ya sanamu ambayo ni kinyume cha kumpenda Mungu. Soma Zekaria sula ile ya 7 aya ya 9 hadi 12. Kwa mujibu wa nabii Zekaria, katika aya hii Mungu analaumu nini? Hicho na dhambi ya ibada ya sanamu vinahusianaje na amri kuu mbili? Sio tu ibada ya sanamu ambayo Mungu anaitikia kwa hasira ya upendo, lakini kuwatendea vibaya watu wake, iwe binafsi au kwa shirika. Mungu hukasirishwa na udhalimu, kwa sababu Mungu ni upendo. Dhambi kuu mbili zilizosisitizwa kote katika Agano la Kale ni kushindwa kuzishika amri kuu mbili kumpenda Mungu na kupendana. Dhambi kuu mbili ni kushindwa katika upendo. Kwa ufupi basi, hauwezi kushika amri ikiwa humpendi Mungu na ikiwa hauwapendi wengine. Kwa hakika, waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 4 aya 20 na 21 inasema, mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni mwongo, kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amemwona anawezaje kumpenda Mungu ambaye hakumwona? Na amri hii tumepewa na yeye, ya kwamba yeye ampendaye Mungu lazima ampende na ndugu yake. Unaelezaje kwa nini upendo wa Mungu hauwezi kutenganishwa na upendo kwa wengine?